Naam, karibu tena. Baraza la magavana humu nchini limeshutumu serikali ya kitaifa kwa kuwachezea shere Wakenya kwenye masuala yanayofungamana na mvua kubwa ya Elnino. Wakizungumza kupitia wasimamizi wa masuala ya mazingira katika kaunti, wakuu hao wa kaunti sasa wanaitaka wizara ya fedha kutoa bilioni 14.4 ili kujiandaa kwa mvua hiyo ya Elnino. Maandalizi ya mvua ya masika almaarufu Elnino yameendelea kwa simulizi ya mbali na karibu, huku wadau wanaohusika wakionekana kuwa na chenga chenga nyingi mbele ya macho ya Wakenya. Mapema leo, baraza la magavana limejitokeza kwa vishindo na kudai kuwa serikali ya kitaifa inawachezea Wakenya shere. County governments have had several meetings with the national government on Elnino preparation and strongly Feel that the national government, uh, is only doing public relations without concrete actions. Imesalia takriban wiki moja kabla ya kutimia kwa utabiri wa wadadisi wa masuala ya anga kuhusiana na mvua El Nino. Ni hivi majuzi tu pale Naibu wa Rais William Ruto alipotoa ahadi kwa Wakenya, ila ahadi hizo zimeonekana kutokuwa na thabiti, hasa kwa maafisa wakuu wa kaunti, na kuzinasibisha sawa na mchezo wa kuwadaa wa Kenya.

Mivutano hii huenda ikalemaza mchakato mzima wa kuasitiri wa Kenya pale mafaa hayo a Elnino wa watakapojitokeza. Gharama ya Elnino ni fedha zinazohitajika ni bilioni 21. Kaunti 47 zinadai zimechangia bilioni 6.6. Fedha zinazohitajika ni bilioni 14.4 na wizara ya fedha imeahidi bilioni tano huku taifa likiendelea kukumbwa na ukosefu wa pesa kama inavyodaiwa na serikali ya kitaifa kwa misururu ya migomo inayoendelea kushuhudiwa. Je, hizi bilioni kumi na nne zitatoka wapi? Sisi tunataka tuongee ambayo tunaweza tukiwa counties na yenye tunataka tuwaombe, uh, wale uh, development partners watusaidie tuendelee mbele. ara hata kidogo hata sasa tukiwa hapa tuna wasiwasi mwingi sana. Elvis Kosgei, KTN Leo.